Naam, ni vilio na simanzi vimetawala katika eneo hili la kijiji cha Ntuntu, kata ya Ntuntu, halmashauri ya wilaya ya Ikungi mkoani Singida, ambapo binti Grace Hamisi anadaiwa kujinyonga tarehe 1 Januari 2026. Ha, kwa kudaiwa kwamba alipata msongo wa mawazo baada ya kususa kwenda kushiriki katika sherehe ya dada yake ama ndugu yake iliyoandaliwa kumshukuru Mungu kwa kuuona mwaka mpya. Na mimi ni ripota wako John Hassan wa nguvu wa Sinada Real TV nikiwa katika eneo hili kwa ajili ya kukuletea update mbalimbali mbali katika mazishi ya marehemu Grace Hamisi. Viongozi mbalimbali wa chama na serikali ikiwemo mbunge wa jimbo la Ikungi Mashariki Thomas Mgonto ameshiriki katika mazishi haya. Endelea kuungana nami kwa ajili ya update mbalimbali mbalimbali. mimi ni John Hassan wa Sinada Real TV. Ungane na ndugu hawa Tuungane na majirani wetu hawa katika kuhakikisha tunawafariji, kuhakikisha tunakaa nao kwa upendo na tunakuwa na amani pamoja nao kwa kushirikiana katika mambo mbalimbali mbali, ya kimwili pamoja na ya kiroho. Huyu amekwisha tangulia, sisi tuendelee kumwombea kwa sababu safari yake anayejua ni Mwenyezi Mungu. Sisi ni binadamu hatuwezi kupangia mtu namna gani kule mbinguni atapokelewaje. Hayo yote tunamwachia Mwenyezi Mungu ambaye ni mjuvi wa mambo yote. Kwa namna aliyetuweka duniani, ndivyo anajua namna gani anatuchukua yeye kwao. Sisi tushirikiane, wakatoliki wote, kumwombea ndugu yetu safari yake, yamkini Mwenyezi Mungu atamrehemu kwao. Tushirikiane, wanafamilia wote, ndugu wote, watu wa Ntuntu, tuendelee kumwombea ndugu yetu. Sasa ndugu zangu, watu wa Ntuntu, pamoja na kwamba kuna mambo mengi ya kujifunza mimi ni waombe tuishi maisha ya kumpendeza Mungu, lakini pia tujitahidi katika mambo yote tunayofanya tushirikiane kwa pamoja, ili kupeana habari mbalimbali mbali, kama alivyozungumza Mheshimiwa Diwani, ili yamkini tunaweza tukasaidiana sisi kwa sisi, kama huna chumvi jirani yako anayo kama huna moto moyo wako gogo fara moro, si ndio? hivo siaa maisha tumeishi siku nyingi hivo, lakini hata sasa hivi ni wakati wa masika, mvua zinanyesha. Kama shamba ni kubwa, unaweza kureka, si ndio? anreka antu aguhu chianja, si ndio? mtando hivo hivo na njua hivo hivo. Mimi niwaombe tushirikiane kwa pamoja, sio tu kwenye mazishi haya, hata kwenye maisha mengine baada ya hapa. Msimu wa mvua sasa hivi niwaombe chonde chonde, twendeni tukalime, twendeni shambani tuhakikishe tunapata mazao ya kutosha, ili sasa baada ya hapo tukae vizuri tuweze kuzungumza mambo ya kimaendeleo. Ila kwa sababu ya leo, tuko kwenye msiba na huyu ndugu yetu mbalimbali. Sasa hao walioachwa, sisi kwa pamoja tushirikiane nao kuhakikisha tunaendelea kuwafariji fariji, lakini tuendeleze maisha kwa pamoja, tusiwaache wakabaki kama yatima endelee kuungana na hii familia lakini na familia zingine ambazo pia zimepoteza wapendwa wao. Ndugu zangu, nisiwe na maneno mengi kwa sababu hili jambo linahuzunisha sana na hili jambo linasikitisha sana na hili jambo ni la kwetu wote. Mimi binafsi naungana na familia ya wafiwa, naungana na majirani, naungana na, na ninyi watu wa Ntuntu katika msiba huu mzito. Nina rambirambi rambi hapa, nitamkabidhi, nimeambiwa baba wa, wa hii familia nitamkabidhi mkabizi rambirambi rambi ambayo nimekuja naye. Kwa hayo machache, ndugu zangu waombolezaji wote, niwape pole sana. Mimi kwa majina naita Gabriel Yesisenge, mwenyekiti wa kijiji cha Ntuntu.